Yes eh, naweza kusema maandalizi katika kuelekea mchezo wetu dhidi ya Hausung siku ya kesho Ijumaa eh, yamekamilika. Eh, kila kitu kipo vizuri eh, kama mlivyoshuhudia kupitia mitandao yetu eh, Mwalimu Mbwana Makata kwa takribani eh, siku mbili tatu baada ya mchezo wetu uliopita amekuwa akifanyia marekebisho yale maeneo ambayo ameyaona hayako vizuri ili kusudi tuweze kupata ushindi mnono zaidi. Na mimi eh, kwa jinsi nilivyoangalia, naamini kabisa e, siku ya kesho tutakupata ushindi mnono, kwa sababu sasa hivi tunachohitaji ni ushindi mnono zaidi. Ushindi kama kawaida tutapata. Hawa Hausung e, ni timu ngeni, lakini mimi niseme tu tunawakaribisha sana e, mkoani Kilimanjaro, lakini kitu kikubwa sana watakachojivunia ni kufahamu mkoa E, kuona mandhari lakini pia na mlima Kilimanjaro. Hivyo ndivyo vitu ambavyo watatoka navyo, lakini e, kwa swala la pointi tatu kwa jinsi Polisi Tanzania tulivyojipanga kwa msimu huu hilo haliwezekani. Kwa hiyo ni niseme tu mashabiki, kwa kiingilio cha shilingi elfu mbili waje kwa wingi. Tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba wanapata burudani mbalimbali mbali, licha ya zile dakika tisini. Kwa hiyo waje kwa wingi kuhakikisha kwamba wanawapa support wachezaji wetu. Tuna kikosi kizuri, kikosi kipana ambacho katika hali yoyote kina uwezo wa kupata matokeo. Kwa hiyo niseme hata siku ya kesho e, matokeo hiyo ni e, given tu, kwa sababu tuko vizuri katika hilo.